Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani mimi nimesimama hapa mm. mimi ni mbeba matukio ya wenzangu mm. lakini ipo siku na mimi nitasimama kwa ajili ya kwangu. Amen. Alhamisi nilifika mahali hapa mm. Ijumaa alikuja dada alikuwa anaumwa sana anafanya kazi barabarani yule dada akaniambia yaani, hapa nilipo nasikia vibaya kichwa kinaniuma, macho yanauma, moyo unaniuma. Mm. Nikamwambia sawa, haina mm. shida. Je, yeah, nikikusaidia na ukiamini Mungu mm. nitakachokupa ukiamini mm. akaniambia, kwa hali ninayosikia ndiyo naamini nitakubali. Mungu kaniambia, haina shida mm. mimi nilikuwa sina chumbi, ndiyo nikamwomba mdogo wangu nikamwambia, pewa chumbi pale hapo kena, akamwomba mdogo wangu akampa chumbi, ndiyo ile nilipo. Amen. Njoo nilipo nikamwambia sasa mm. naomba uamini Mungu kwa kitu kimoja. Hii mm. chumvi, tia kwenye maji kunywa mm. mm. Alafu ukifika, tia kwenye maji oga mm. Alafu tia kwenye mafuta mpaka mwili mzima mm. ananiambia, baada ya kutenda vile mm. yaani ile hali ilitweka yote na akawa mzima akaenda kwenye kazi zake kama kawaida. Tumshangilie Bwana Yesu aliyetenda matendo ukulalamikia shida na kile kitu unacho mwambie. mm. cha kwanza unamwamini Mungu, akishakwambia ninamwamini Mungu, msaidie. Amen. ile pale Mungu akupa uwezo wewe ili upate kusaidia na wengine, sio wewe peke yako. Sogeza kidogo kwenye kinywa chako vizuri, tukusikie akasema kwamba wale wanaosumbuliwa na watoto. mm. mimi sikutoka kwa sababu sikuwa naona kama kuna mtoto ananisumbua, sawa. Lakini katika maelezo yake akasema hata wale ambao hawataki, mm. kuja kanisani, hawaendi mm. kanisani, mm. tuwataje majina yao? Ndiyo. ili waombewe Amen. basi nikataja majina ya watoto wangu mm. ambaye mmoja niko naye hapa nyumbani. Alhamisi nikamwona anashuka hivi nikadhani labda kuna kitu, nikatoka ili nikamsikilize. Ndio maana hajawahi kufika hapa mm. natoka nje ananiambia, mimi nimekuja zangu kanisani mm. shangilie Bwana Yesu, sema kweli, maombi yanafanya kazi na hata amen. Sasa hivi yuko ajioshe mkono, atupungie pale alipo. Amina, karibu sana kaka. Naomba tusimame hapo kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea hapo. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, tunakuinua kwa yale ambayo umetenda kwa watoto wako. Sante kwa sababu hakika wewe ni Mungu mwenye majibu. Wengine umewatumia wakawa kama watumishi wakasaidia wengine ile imani ambayo walikuwa nayo ya kwamba kwa njia ya maombi mambo yanawezekana na imethibitika. Wengine umewatetea kwa habari ya watoto, sante kwa sababu ya kila ambacho umefanya Bwana, kwa hawa wapendwa walioshuhudia hapa. Mungu mtakatifu, tunayaweka yote walioyashuhudia kwenye kinga yako na kwenye ulinzi wako, ili shetani asije karibu sehemu ya shuhuda hizi ambazo wamezitoa. Baba mtakatifu, kawape kuishi katika ushindi huu ambao wameupata katika jina la Yesu Kristo, na tuseme amen. Asanteni, mnaweza mkarudi kuketi na Mungu awabariki.